Namtafuta mdigo mwenye haya nitakayo Yama. Kisha aliye mdogo sitaki, awezimayo angu asiwe mzigo alona nyingi poyoyo. Namtafuta mdigo mwenye asili ya Tanga, digo la chia mswari lilofunzwa na wazazi, yani linaje sejele hafai aba ya wazi na tena lilona mawere nitakula tu vya nazi. Na mtavuta mdigo mwenye asili ya Tanga akubali kila hali yeah, chochote atachopata kila ugali